Vipi, kwa majina anaitwa Gabriel Jeremaya, wengi wanapenda kunita Ganchu 7 jina langu la ugali. Niwapende kuwakaribisha katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya shindano la mpango wa biashara lililoandaliwa chini ya KF, Kantu Education Foundation na uzamini mkubwa wakitoka kwa kwao na vilevile vile tumekuja hapa kwa mmoja kati ya washiriki ambao walishiriki shindano letu la mpango wa biashara katika mji huu wa Mkamba kata ya Kidatu, na mshiriki wetu ambaye, mmoja kati ya washiriki sita waliobaki kuhusiana na hiyo final, ni Samm Masofa. Atakuja atuelekeze na atuelezee nini anachokutana nacho na namna shindano lilivyoenda na alipofikia. Karibuni sana. Naam, mgeni wetu karibu sana. Asante. Uh, naomba utuelezee kiufupi jina lako nani, unaojihusiana na nini na kama hivyo, karibu. Naitwa Salum Muhamed Matumbi maarufu kama Samm Masofa. Kazi yangu ni fundi fenicha mbalimbali, kuchungana masofa, lakini ni maarufu sana kwa masofa, japo anaweza fenicha mbalimbali. Uh, kama ulivyotuelezea Samm masofa, ah uh, huu ni mwendelezo wa shindano letu la mpango biashara. Na mpango biashara shindano hili liliandaliwa chini ya KEF, na wewe ulikuwa ni mmoja kati ya wa washiriki ambao walishiriki katika shindano la mpango biashara, unaweza ukatuelezea nini, taarifa uliipata wapi na ilikuwaje ukapenda kushiriki kwenye hili shindano na ambao nilisikia na mimi nikaona bora nifuatilie, kwa sababu ni jambo muhimu, na nikafanikiwa nikapata fomu na nikafanikiwa kushiriki mpango wa biashara, nikaingia darasani. Faida faida ziko nyingi sana kwa sababu nilikuwa nafanya biashara ya kienyeji, lakini nimekuja kupata faida nyingi sana. Faida ya kwanza naweza nikasema umejifunza umakini wa biashara, kuteka soko, jinsi gani nitakuwa tofauti na wenzangu, jinsi ya kumpokea mteja. Vitu vingi nimejifunza kupitia huo mpango wa biashara. Ok, ah, okay, ah, kwa jinsi hiyo, ina maana kuna elimu mbalimbali mbali mbali umeipata kupitia mpango shindano hili la mpango biashara na mpango Vipi, uliandika nje ya biashara yako au uliandika swali au uliandika mada ndani ya biashara yako pia? yeah, okay. Nilipenda kuandika ndani ya biashara yangu kwa sababu naijua, naijua hasara yake, naijua kwa sababu ni biashara ambayo naijua faida yake, naijua hasara yake, naijua changamoto zake, kwa hiyo nilipenda kuandika biashara hii ili nizidi kuiye, yaani nizidi kuendeleza so, vizuri nisije nikatoka nje na targeti zangu. Ndio maana nikaamua kuweka mpango biashara yangu huu, biashara yangu hii nisitoke nje na malengo yangu. Kwa sababu biashara inaijua vizuri faida zake, hasara zake, changamoto zake. Ndio maana nikaandika hii mpango biashara yangu. Ndio, Sam Masofa. Unaona nini au maoni yako ni yapi kuhusiana na hili shindano la mpango biashara hasa kwa vijana na wasanii pia? Naona mbali sana lakini kama vijana watamua kujitoa na kufata ili somo au kufuatilia ili somo, vijana wataona mbali sana, watafika mbali sana. Ila shindano hili, vijana wengi tusiende tu, kwa sababu tunaenda kwenye shindano, twende kwa niaba tu ya kusoma, sawa eh? Kusoma kwa sababu kilichokopo pale sio muhimu sana kama kusoma. E, kusabahu, kwa sababu kitu ambacho unachokipewa wewe ni cha maisha mpaka unakufa elimu unayopewa pale. Lakini unaweza kupewa hata milioni tano lakini na bado ukafeli. Lakini kitu ambacho tunaweza kupata pale ni kikubwa zaidi. Kwa hiyo maoni yangu kwa vijana, ili jambo muhimu ni somo muhimu, tutafika mbali sana. Kama watakuwa wapo makini na kulifuatilia hili swala. Swali la kizushi na ambalo napenda kuuliza, umejiandaeje siku ya fainali kama hautashinda? <laughs> saikolojia yako? <laughs> Mimi kwanza mpaka dakika hii nimeshashinda kwa sababu ni mtu ambaye anajiamini, alafu isitoshe naweza nikasema sijashinda kwenye, kwenye shindano ila nimeshinda kwenye masomo. Ya, nimejifunza vitu vingi na mpaka unaona hapa huo mpango wa biashara, somo nililosoma mpaka saa hizi nikikwambia, limenipa faida kiasi gani au umakini wa biashara yangu kiasi gani, mpaka nakuta hivi Samm Masofa yuko eneo kama hili na survive vizuri. Nimefungua ofisi ambao iliyosimama ina kila kitu, naweza nikasema ina kila kitu, kwa sababu sio kila kitu kifedha, hapana ila kupitia ile mpango biashara kupitia somo nilolisoma. Na namaanisha naweza kuliteka soko, nikajua soko niliteke vipi, mteja nimpokee vipi, yani vitu vingi nimejifunza. Kwa hiyo naweza nikasema mpaka dakika hii nimeshinda kwa asilimia kadhaa. A nice. Uh, ndugu mpenzi mtazamaji, kama ulivyomsikia mshiriki wetu wa shindano hilo la mpango biashara, ni moja kati ya wale sita waliobakia uingia kwenye final amejierezea vyema kabisa, na tutakuwa tunafanya mwendelezo tofauti tofauti. Aa, nipende ku kabla sijamaliza kipindi nimpe nafasi ya promote biashara yake pia, kwa maana biashara aliyoiandikia ni biashara ambayo anaifanya pia, na kama alivyosema yeye, kuna e, vitu amevipata kulingana na elimu aliyopata kwenye shindano letu la mpango biashara kwa sababu pia watu walipewa elimu kabla ya kuingia kwenye shindano. Karibu ipromote biashara yako ndugu yangu, yeah. Mimi napenda kuambia tu biashara yangu ni nzuri, nafunga vitu viokuwa quality. Hakuna vitu feki hapo, kwa sababu masofa kama sehemu zingine pia, na promosheni mbalimbali, usafiri kwangu ni bure ndani ya wilaya ya Kilombero mpaka nje ya wilaya ya Kilombero. Mm, bei zangu ni nafuu, inakufikia mahali popote ulipo. Kwa namba za simu napatikana kwa 071 24 26 084 071 24 26 084 Sam Masofa the best. Ndugu wapenzi watazamaji, nipende kuwashukuru kwa, kwa muda wenu pia kama livyotoka kumsikia Sam Masofa jinsi alivyoelezea faida na uh, mchakato jinsi walivyopokea uh, pia nishukuru KEF, Kantui Education Foundation, kwa kutupa nguvu hii ya kufanya hili shindano uh, niwakaribishe tena katika vipindi vinavyoendelea. Interview zetu zitakuwa zinaendelea kupitia social zetu media Instagram napatikana kwa jina la ganchu7, pia unaweza kuwafollow Kantui Education, pia YouTube tutapatikana kwa jina la Toza Ushuru TV. Karibuni sana.